Ni siku tano tangu Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa Rais wa Tanzania kwa muhula mpya wa miaka mitano. Huku hali ya simanzi na majonzi ikitawala nchini kutokana na kadhia liyogubika taifa wakati na baada ya uchaguzi. Rais wa TLS, Wakili Boniface Mwabukusi ametoa tamko akilenga ofisi ya taifa ya mashtaka na mnukuu akisema, Ofisi ya Mashtaka ya Taifa DPP na polisi, kwa matendo yao wanamwagia petroli wakidhani wanazima moto. It is an illusion kumtuhumu John Heche kwa ugaidi. Achaneni na huo upuuzi. Hali ya usalama sio nzuri kuendelea na desturi zenu za kupika kesi ili kubambika watu. Mnatia aibu taaluma na mnakera kera. Anaendelea kusema kuwa John Heche alikamatwa kinyume cha sheria na muda wote, wakati mkipanga mauaji ya raia mlikuwa mmeweka mahabusu kinyume cha sheria. Ni wakati wa mahakama kukataa kutumika kama kokoro la kutekeleza uhalifu dhidi ya demokrasia. Na waendesha mashtaka na polisi, ofisi hizi mbili zithibitiwe, zinataka kulipua moto ambao hautazimika. Anasisitiza kuwa sisi tunafuatilia habari hizi kwa ukaribu na tunaweka rekodi ya kila uhalifu mnaofanya. Baadaye msije mkasema hatukuambia, kwa sababu hatutatumia hizi mahakama mlizozizoea. Tutakwenda kule ambako tunajua aina hii ya makosa mnayotenda yanaweza kushughulikiwa. Telesi inatoa msaada wa kisheria kwa John Heche dhidi ya dhuluma hii, na pia tutajitahidi kusaidiana na familia zote ambazo zimeathiriwa na ukatili na dhulma ya polisi na jeshi dhidi ya maisha ya Watanzania wasio na hatia sisi tunasimama upande wa raia na katiba anasema Mwabukusi anaendelea kusema kuwa tuliwaonya kwa sauti tukawafuata kwa unyenyekevu mkubwa na kuwaambia hawa vijana wa sasa sio wale ambao hatukurizon na niliwaambia kwamba halahala hala, kidole na jicho anamalizia kuwa kimsingi tumeaibika na mmeona kuwa risasi sio kila kitu. Acheni vijana hawa wametulia kidogo kwa sababu wana busara kuliko sisi, tusiwachokozi. Mwisho wa, wa kumnukuu. Sambamba na kauli ya rais wa TLS, chama cha wanasheria Tanganyika, kimetoa taarifa kwa umma kwa mwananchi yeyote mwenye taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu kuanzia tarehe 28 Oktoba 2025. Mpaka sasa asisite kuwasiliana na TLS kupitia barua pepe ya president at tls.or.tz au atume ujumbe mfupi yani SMS kwa namba ya simu 0777815757. Vilevile TLS imesisitiza mawakili kuendelea kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi kadri iwezekanavyo. Hii ni Wakili TV